Ila wakapewa sharti moja mm -hmm. Endapo akikosea hata sharti hili mm. Oh, na rafiki yake, maana aliambiwa kiong... akaogee nani, prince prince kwenye njia panda, yule rafiki yake akaogee kwenye uwanja wa mfalume. Hey, na walinzi je, mimi sijui, hasijui watafanya nini? <laughs> Sasa bora, unajuaje kama atakosea masharti? Unajuaje? ndo hivyo ambavyo ilikuwa. Basi tutafanyaje? <tuhi> na endapo endapo akifa mfalume, akatawala yule mtoto wake, tumeisha. Nimo ndani, ninakwambiaje? tumeisha ndani. Fanyeni nitengee chakula, dada kaka Ame. Huyo amekuwa akiherehere kupeleka peleka sijui taarifa taarifa wapi wapi yatamponza wenyewe kaka mwenyewe, tukimshauri acha tusikilize, tukimshauri atuelewe. Yaani yeye ni mnang'anizi, mnang'anizi wa watu. Sina haja Kasela tumemkuta kaenda wapi? ana siku ngapi? hayuko no, yeah. Meshanza uongo eh? Mna, mnauhakika na mnachokisema? endapo nikigundua yupo ndani na mmemficha, ameshindwa kuniambia ukweli, nitakachowafanyia nyote, na wao weni mnakuwa wake zangu wote. Hebu tuambie ni ukweli. Juzi tu kasaa tumemwona kwenye hima hii, yeah. Leo unatuambia nisa wiki ayu, yeah. Ole wenu, mwe mnaniongopea na nawapeni onyo mara ya mwisho. Kasela, endapo akirudi mpe taarifa kwamba amekuja mwana wa mfalume anakutafuta. Umesikia? kama nao mesikia walinzi. Waache. Awamu ya pili tukija tukikuta Kasela hayupo, tutaondoka nao, tuweza yeah, kuondoka Akamwambia, kaka, acha na haya mambo. akufuatiana na ya mfalume sio? Amemfanyaje? naona naye mkuta sasa hivi, lakini tulimshauri yeye, anataka kutusikiliza sisi, kama kama dada zake. Sasa tunafanyaje? mimi hapa nimeshachanga mimi, naogopa kaka. Wewe, nyinyi wameondoka? Eh, wameondoka. Ameshaenda. Hivi hmm. Kama sasa angetubeba au angeukamata sisi, tungeishi je sasa hapa pekee yetu? Hapo wewe, ilo domo lako usikie, unaongeaga unaongea unaongea. Haya wewe, hujawahi kufanya makosa? Kaka. Na wewe nyamaza. Kaka tunaukataje, ndio hautaki. Alafu hmm, hmm, hmm. We, mleka wewe mlekatete wewe

Basi, ufanyeni kitu kimoja, ngoja mimi niende kwa baba yake nikamwambie. Sisi nitamwambia nimefika leo. Mbona nyinyi hamuelewi? Nitamwambia nimefika leo. Hivi nyinyi mnatumia akili kweli? Shenzi nini! Hivi mimi kaka yenu au ni nani yenu? Mimi ni nani yenu? Sasa mbona mnanipinga nyinyi? <coughs> <coughs> amerudi kwe tena dada, nafanyaje mimi mwenyewe, hata sijui. Yani wangu, unaonaje imani hivi ilivyotulia na <coughs> <anta sindhwia> <coughs> kuwa na amani Aya, sasa hivi yenyewe kwa vizuri wala tamna shida yoyote, yaani nimekaa kwa utulivu mwanangu, au unaoneje? Ndio mama, imaya iko vizuri sana. Wana chai chai, wana imaya, karibu mtabiri mtabiriwa Nashukuru Mfalme, naona ujio wako, kuna jambo. Mfalme wangu, mtawala wangu, malkia wangu, nimeoteshwa maono kwenye ndoto kuwa mfalme, kuwa mfalme umekula chakula kilichowekwa sumu, na aliyemwekea sumu kwenye chakula ni nani? sema kweli pia mimi, kwa sababu nimeoteshwa kimaono na huyo mtu. Haya, mtabiri wangu, nimeshasikia. Kwani mtabiri, huwezi kunusuru hilo janga likampata babangu angu, mwana wa mfalme mimi siwezi kuwapa jibu kwa sasa. Kwa hiyo mimi ichakuwasihi tu nakuwasisitiza muwe makini sana na watu wanaozunguka ukaru, maana mtu aliyeweka sumu hajulikani ni nani. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba mfano wangu ama mkaro wangu uwe makini sana na watu wanaozunguka katika imaa yako, sawa mtabiri?

Nimesikia taarifa kwamba kuna mtu anayetaka kumwondoa mfalume, yaani anataka kumuondoa kwenye hiki kiti chake.